Sami Sami, wanasema Sami ni wengi lakini Samu wa Kizuku ni mmoja. Yes, leo Samu wa Kizuku bwana ndani ya EMTV Media, niko na kipindi chako pendwa cha ua la moyo. Ukisikia ua la moyo nesi, unaelewa tunazungumzia mambo gani, yanahusu mapenzi, kutesa, kupendana, kuachana ila leo hii bwana tuko na mada inayosema kwamba wivu una faida gani au wivu una hasara gani katika mapenzi. Niko na ndugu zangu hapa, watajitambulisha wenyewe kwa majina. Tuanze na dada yes kwa majina naitwa Aisha, nitakuwa nanyi kwenye kipindi chenu pendwa cha ua la moyo. Dada hapa kwa majina yangu naitwa Juliana maarufu kama Karen. Nahisi mmesikia majina yao halisi, na dada amesema anaitwa Juliana, kwa maarufu anaitwa jina Karen, huyu naye anaitwa Aisha. Leo bwana, mmenisikia nichozungumzia leo, tuna mada kuu inasema kwamba wivu una faida gani au una hasara gani katika mapenzi? Labda nianze na upande huu wewe katika mada hii ya leo uko katika upande upi kwamba wivu una faida katika mapenzi au wivu una hasara katika mapenzi? una faida, una faida mm. Mm -hmm. Isha hapa, wewe uko upande upi, wivu una faida au wivu una hasara katika mapenzi? Ah, mimi upande wangu wivu una hasara katika mapenzi. Wewe wivu una hasara katika mapenzi? Du, umesikia kwamba huku kuna faida, huku kuna hasara. Uwena, tusikilize uwena. kuna, kuna sababu haswa zinazofanya waseme kwamba wivu una faida wengine, wanasema wivu na hasara e, ila kwa upande wangu mimi bwana, nilikuwa kuzungumzia na shemeje, nisema siwezi kuzungumzia ile swala hapa, ila tutazungumza jinsi tunavyozidi kuhojiana hapa, he? unaweza kutuambia faida zake ni zipi na kwa nini umesema wivu una faida katika mapenzi? Kwa sababu kwanza, mimi nina wivu sana na mpenzi wangu, hicho ni kitu kabisa ambacho ninacho, ndio maana nasema una faida, lakini simaanishi wa kupindukia mm. Kwayo kwangu mi, kwangu mi nina wivu sana. Kwanza sipendi mpenzi wangu awe na ukaribu wa kupindukia na rafiki yangu, kiasi ambacho mimi kitanifanya ni muisi vibaya. Yani wawe wana mipaka, hata kama ana namba ya shoga yangu, wanaongea waongee, lakini sio Ah. Uh. Kama mlivyomsikia dada hapa anasema kwamba yeye ana wivu lakini hataki has, ule wivu ambao ni wa kupindukia. Eh, dada hapo wewe unasema nini kuhusiana na alichosema mwenzako kwamba wivu una faida na faida zake hazitaji hizo hapo? Ah uh, mimi naamini siku zote katika mahusiano wivu una hasara. Na tukiangalia yani, tukiangalia watu wengi katika mahusiano wengi wanajiua wana, wana wengi yani, matukio ni mengi sana kutu, kwa sababu ya hiyo hiyo wivu. Sawa, kwa mimi, kwa upande wangu, yani, wivu una hasara. Siwezi nikasema wivu una faida, sioni faida ya, faida ya wivu, katika mahusiano. Sawa, ndio kweli kabisa. Hapa mimi niko kotekote -kote, kama mnavyoniona mimi niko kotekote -kote. kwenye hasara, kwa sababu mimi mtu wangu akipigiwa simu tu ile simu ikiita nachungulia nikiona JCV anasema, ah, huyu amenichiti. Ila nikijua mpenzi wangu ana wivu na mimi nafaidi sana, kwa sababu najua hapa achomoi hmm? So, hilo wewe yani, katika wivu unaweza kukuliza kitu kimoja kidogo. Katika wivu wa mapenzi unasema kwamba una faida, hivi faida zake ambazo wewe unaziona kwamba mimi, faida ya wivu ni hii hapa, ni ipi ambayo unaiona wewe? Unajua kwanza, wivu una hamasa Kama kweli unampenda mme wako mpenzi wako yoyote, ambaye upo naye kwenye mahusiano, unampenda na unamaanisha, lazima uwe na wivu naye. Na ndio maana mwanzo nimesema, sio wa kupindukia, mpaka kufikia hatua labda ya kujiua nini. Hapana, huu ni wivu mbaya. Ni kama sijui nitolee mfano kitu gani ambacho watu watanielewa, hata rafiki yangu hapa atanielewa. Mimi siongelei kwa ubaya, mimi kama nilivyosema, kwa mimi mpenzi wangu napenda kwanza, tukiwa naye asio hata bizi na simu ayu bizi na mimi, nikiona nashika simu nakuwa na wivu alafu nikiangalia nachati na mwanamke mwenzangu aijalishi, au shoga yangu, ndugu yangu na wivu naye sana, kwa hiyo si. <laughs> narudi tena kwako dada yangu hapo. Hivi unaweza kuamini kwamba wivu unasababisha kwa kuto kuaminiana katika mapenzi? Yani wivu ni, ni sababu ya kuto kuaminiana kati ya baina ya wapenzi wawili, inategemeana na mlivyo kwenye mahusiano yenu.